Kwenye karatasi hii kuna nembo ya chama chetu cha mapinduzi utaona jembe na nyundo. Hapo ukiangalia hapo utamwona daktari Samia Suluhu Hassan na pembeni utaona kiboksi. Kura yako ama tiki yako haitakiwi kuzidi kiboksi. Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga bilioni 99 kwa ajili ya kina mama wote kupata mikopo isiyokuwa na riba. Daktari Samia Suluhu Hasani ametenga bilioni 96 kwa ajili ya vijana mikopo isiyokuwa na riba. Daktari Samia Suluhu Hasani ametenga bilioni 45 mikopo isiyokuwa na riba. Tarehe 29 twende tukavemeshe kwa Daktari Samia Suluhu Hasani, ndugu zangu mnaonisikiliza Ilani ya Chama cha Mapinduzi imejikita kutamani na kutaka kuukuza uchumi wa mtu wa Katoro pamoja na kuimarisha ustawi katika jamii ya watu wa Katoro. Sisi moye, ili uchumi wetu ukue, ustawi wa jamii ukae vizuri, maendeleo tuyapate, ni lazima tokee mbunge kwa kwe Suluhu Hassan ni nini alichoahidi hapa Katoro, lakini mbunge anakumbushwa na diwani, kwa sababu mbunge anazo kata nyingi za kuweza kushughulika nazo. Sisi moye, leo tunafanya biashara vizuri ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Yako mataifa yanakimbia huku na kule ni kwa sababu amani yao haijakaa vizuri. Bila ya amani hatuwezi kupata maendeleo. Leo tunapata tunaingiza fedha hapa kwenye soko ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nao. Niendelee kuomba tuitunze amani ya taifa letu ya Tanzania. Vijana wa Kitanzania tunalo jukumu kubwa la kupinga upotoshaji kwenye mitandao yetu ya kijamii. Daktari akasema ili kazi na utu tuweze kusonga mbele lazima afya ya mtu wa Katoro aendelee kuimarisha katika siku zake mia moja akiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Yani ni miezi mitatu na siku kumi tu, akitambua wako akina mama wako akina baba au wako vijana wenye magonjwa asiyoambukizika kama sukari kama figo kama moyo na mishipa, ataweza kwe kutoa matibabu bure na vipimo vya kibingwa. Nani kama Samia? Anajua ili mtu ufanye kazi vizuri katika soko lako ni lazima uwe na afya bora, na mnajua magonjwa haya, kama una pesa ya kuweza kujitibu, unakufa kwa sababu ni magonjwa ambayo ni gari sana, si, si, boye. Boye. Na ndio maana ninawaomba baba mama, kaka na mdogo wangu ulioko sokoni, tarehe 29 ukafanye maamuzi ya kupiga kura kwa chama cha mapinduzi. Unapochagua CCM umechagua maendeleo, unapochagua CCM umechagua kuwa na maisha bora.